Kujitoa kwao ni kule ambako wanakwenda kufuturisha, hasa miongoni mwa vitu vya vi msingi kabisa ambavyo vimekuwa vikifanyika katika maeneo tofauti tofauti, na ili jambo limekuwa kubwa kwa sababu watu wanaona kwamba uh, kufanya hivyo kuna mambo ambayo wanaona kwao ni, ni, ni, ni, ni, ni mazuri, lakini pia inawezekana yanawatengenezea njia nyingine ya kuona kwamba unapata thawabu tofauti na kufunga tu peke yake. Kwa kufuturisha ni jambo la msingi na ni kubwa. Moja vitu nataka nifahamu mambo mawili ambayo natamani sana yaseme um, hasa kipindi hiki tunachokwenda mm -hmm. Jambo la kwanza, swala la kufuturisha limekuwa likihusisha um, watu tofauti tofauti kufanya mm -hmm, hivyo lakini, mm -hmm, kuna wakati lina, ye, lina, lina picha kitaasisi kuna wakati mtu anafanya kama binafsi, lakini kuna taasisi inaweza kuamua kufutulisha, lakini kuna mtu binafsi anaweza kuona kwamba anaweza kufanya jambo hilo. Natamani nifahamu sifa za mtu ambaye anataka kufutulisha na nani anapaswa kumfutulisha. Kidogo hapa nataka nifahamishe. <coughs> Kufutulisha, mfutulishwaji sharti lake awe mfungaji. Ukisikia mtu kafutulishwa, basi huyo mtu sharti lake alikuwa amefunga. <coughs> na mfutulishwaji huwa ni Muislamu hmm. Ila mfutulishaji anaweza kuwa yoyote okay. Ili mradi anamfutulisha mfungaji kwa mfunga. Chakula cha halali anaweza kuwa hata nyingine. Nyingine. Mkristo akamfutulisha Muislamu hmm. Sheria ikatai Mwislamu hmm. Eh, anaweza kuwa ftari iliyoandaliwa na Mkristo hmm. Na hapa nitambulike na nieleweke vizuri kwenye kufutulisha hmm. Kuna kufutulisha na kuna kualika watu katika ftari hmm. Wasanii wengi mm. watu maarufu na matajiri na makampuni mengi yanawaalika watu mbalimbali mbali. na katika hao kuna wanaowafutulisha na baadhi yao wanawaalika chakula tu kama chakula kingine mm. kwa lengo la kutengeneza bondi, ukaribu, mahusiano mazuri mm. baina ya mwenye nacho mm. na yule aliyemfutulisha au aliyemkaribisha. Chakula okay. Mfano, hivi karibuni tumeona kina Mwamposa wamealikwa kwenye futari mm. tumeona na viongozi wengine kadhaa wasiokuwa Waislamu labda, mm. mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mm. amealikwa katika futari mm. pengine yeye mm. si Muislamu, pale anakwenda kwa mwaliko wa chakula cha jioni, haendi kama mfutulishwaji mm. wanaofutulishwa pale ni wale wenye sharti ya kuwa ni Waislamu na wako katika mfungo wa saumu mm. na haikatazi kwa asiyekuwa muislamu au mtu asiyefunga kwa udhuru wake mm. akaalikwa kwenye chakula kaki, kama kile hiyo haikatazwi katika sheria ya dini kumbuke kwamba uislamu ni dini ya amani umoja na mshikamano mm. ni dini inayohimiza sana umoja na mshikamano kwa kumwalika chakula asiye muislamu si dhambi wala si kosa si dhambi wala si kosa. si kosa, ila kama unalenga kufutulisha basi mfutulishe aliyefunga. mm-hmm. na ni bora zaidi iftari yako akapewa mtu maskini fukara, ambaye hana uwezo, ili apate fursa ya kuja kula kuku pale kwako, kwa sababu kuna baadhi ya watu kuku kwao ni kipengele yeah. kuna baadhi ya watu nyama kwao ni kipengele. Hebu mfutulishe huyo ambaye Akionja kuku atapata furaha kubwa na utapata malipo makubwa mbele ya Mola wako kuliko kumfutulisha mtu ambaye akimaliza kufuturu akitoka anakuambia kuku alikuwa wagumu sana, yaani mm, nimekula kuku wagumu sana. <laughs> sijae kuona mpishi ajui kama huyu, maanake mm, anajua mm, thamani ya kuku. Lakini yule ambaye hajui, hata angekuwa mbichi angefurahi na kwenda kutangaza amekula kuku. Kwa hiyo mm, huyu mwenye uhitaji ni bora zaidi kumfutulisha kuliko huyu ambaye hana uhitaji wa kufutulishwa. Okay. Kwa mm hiyo -hmm. haya yanaendelea um, haya hayana shida kabisa. Yapi sasa? Wewe unafuatilia, unajua kuna watu wanafutulisha kutoka unasikia kuna iftar sehemu. E, sasa kwa... wale kuna makundi mawili. Wale kuna wanaoalika iftari mm. kama chakula na kuna wanaofutulisha kama iftari mm. maalum kwa lengo la kutafuta thawabu. Yote mawili ni sawa, inategemea unatafuta nini? mm. E, katika futari yako okay. Fursa za, za mwezi mtukufu Ramadhan wakati mwingine zina zinakuja na masuala ya kidigitali na mabadiliko ya hali ya teknolojia kwa sasa mm-hmm. Inawezekana unaweza kutumia fursa ya iftal wakati mwingine pia kutengeneza njia mpya za, ma, za, za, za mawasiliano na na maisha kwa sababu watu wanahusisha wana, wana watu ambao wana network kubwa. Sijaelewa, labda unakusudia nini? Yaani, namaanisha kwa maana ya mimi hapa naweza nikaandaa iftari nikakualika Alhaji Dr. Sule, mm -hmm. ukaja na marafiki zako nikatengeeza mm -hmm. network Ndio, ndio, ndio inategemea. Sasa mm -hmm. iftari inaweza kuja kuwa ni kwa manufaa ya kidunia au manufaa ya kiahera. mm -hmm. manufaa ya kiahera right. ni ile iftari inayomfanya anafutulishwa mfungaji Maftari manufaa ya kidunia ndio ile unamwalika mtu ambaye anakusaidia kuwa na marafiki wapya. Hiyo ndio nikasema, anaweza kuja asiye Muislamu na kafuturu nawe akala nawe lakini umetengeneza bondi, umetengeneza mahusiano mazuri ya kidunia, sio ya kiakhera, kwa sababu yule ambaye hajafunga hatolipwa thawabu, we hutolipwa thawabu mfutulishaji za kumfutulisha yule kwa kuwa atakuwa hajafungwa. Na ile neno la kutangaza biashara, yaani umeandaa kwa wale ambao utakuwa umewafutulisha, kwa maana lengo lako likawa ni iftari, basi utakuwa unalipa thawabu. Lakini kama uliandaa iftari kwa lengo la kuzindua mzigo, ili watu wakuelewe zaidi, hutapata thawabu za malipo ya iftari, badala yake utapata malipo ya kuzindua biashara. Kwa hiyo kiuza 10 20 hizo ndio itakuwa zawadi yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu tumesasema, innamal amali binniyati. Jambo kubwa amali yoyote katika malipo huwa ni nia. Sasa kama una daftari ili ualike watu uambie, una bidhaa mpya umetoa, manyimbo au kitu kingine, utalipwa na huyo ambaye umemletea hayo mauzinduzi yako. Allah hatokulipa. Mungu anaangalia nia yako wewe, okay. Naam. Mimi ni kushukuru sana. <coughs> Maelezo yamekuwa mazuri na tumefahamu. Labda tuko kumalizia neno la mwisho. Tumezungumzia kuhusiana na iftar, mialiko na vitu kama hivyo. Kuna ulazima kufanya kila mtu? Si lazima, lakini ni bora kufanya kila mwenye uwezo, na hasa kuwafikia wasokuwa na uwezo. Si lazima kufanya kila mtu. Hmm, ni bora zaidi kufanya wenye uwezo. Hmm lakini ni vizuri zaidi kuwafikia wasiokuwa na uwezo. Hilo ndio jambo kubwa muhimu na msingi. Mimi sina uwezo Alhaji wa kuandaa iftari na kualika watu wazito, naweza nikafanya nini? Ah, si lazima utoe iftari ya kualika watu. Naweza kutafuta thawabu kwa kutengeneza sadaka elfu mbili, tano, ishirini, ukanunua kokwa za tende ukaenda msikitini kabla mwadhini, pale ukagawa tende zako, watu wakawa nazo na maji yao madogo madogo ya mia mbili mia mbili mia tatu. Adhana ikija anakula kokwa yako ya tende, anakunywa maji yako, unafunga sawa na yeye na unalipa thawabu sawa na yeye, bila yeye kupunguziwa chochote. Nikushukuru sana, asante sana, shukuru sana mi, nilikuwa natamani sana nami siku moja nifanye hata kidogo ambacho nilicho nacho, ili na mimi em nifanye kitu ambacho inawezekana watu wengine wanakifanya kwa ukubwa, afu mi kidogo, afu mi nikapata kikubwa kuliko wanafanya kikubwa, basi sawa. Ni kushukuru sana, na wewe mtazamaji ambayo umekuwa pamoja nasi na umetufuatilia kupitia Islaah Islamic TV. Uh, lakini pia kupitia TikTok live tumekuepo huko tume, uh, tunawashukuru sana kwa sababu mmeendelea kutap kutaptap na asanteni sana kwa kutufuata huko pia, kupitia Instagram Facebook, uh, lakini pia kupitia mtandao wa field kote huko, tufuate Islaha Islamic TV, tunapatikana huko, usiache kusubscribe channel yetu ya Islaha Islamic TV subscribe channel hiyo share na kulike na tupate watazamaji zaidi ambao wanatufuatilia ili muendelee kupata madini kama haya ambayo yamekuwa yakitolewa na Alhaji Dr. Sule kwa wale ambao mnatucheck vizuri zaidi mnaweza kutucheck kwa kuyapata maji haya kwa kupiga simu namba 0747 uh, 87 tumia namba hiyo lakini pia namba 074 88 hii namba ukiitumia maji haya utapata maelezo ya ziada ya namna ambavyo unaweza kuyapata ama yanapatikana sehemu gani. Lakini pia namba za simu ziko chini hapo, unaweza kuzitumia hizo kuwasiliana kwa ajili ya mawasiliano, kujua namna gani ambavyo unaweza kufika Islaha Islamic uh, Dua Center hapa Dar es Salaam, mtaa wa Sharifu Shamba, Ilala Bungoni, nyumba namba tatu. Alhaji Dr. Sule yuko hapa sasa hivi hapa. Alhaji atujaambia watu hapa ni Dar es Salaam mtazamaji, hapa ni Dar es Salaam, na Alhaji yuko tayari hapa. Kwa hiyo, kwanza karibu sana, asante. Tumerudi kwa ajili ya kutafuta kumi la lala. Dar es Salaam amepotea? Alhaji, watu wanasema Dar es Salaam mepotea, nipo sasa, uko sasa, karibu. Unawaambia nini neno lako kwa mtazamaji? Ah, kubwa ni wakumbushe tu hmm, kwamba hili ni kumi la mwisho, tuongeze ibada ili kujikurubisha karibu na Mwenyezi Mungu ambaye ndio mwenye uwezo wa kutatua changamoto za maisha yetu. Karibu nawe mtazamaji, hapa Dar es Salaam, Ilala Bungoni, mtaa wa Sharif Shamba. Alhaji Dokta Sule yuko hapa anaweza kukusikiliza na kama unatamani ulikuwa unatamani ulikuwa unafikiria siku moja kwamba utakuja Dar es Salaam, Alhaji akiwepo Dar es Salaam, basi yuko Dar es Salaam sasa, anakusikiliza wewe na anakufuatilia wewe. Unaweza kupiga simu namba hizo ambazo nimezitaja, lakini pia ziko hapo chini. Mimi naitwa Ali Ngamba, nyuma ya kamera yuko Jamal Hamza, amesimamia picha zote ambazo naziona na sauti na sauti ambayo umekuwa ukisikia hapa. Sisi tukizungumza vizuri zaidi na wewe ukaungana nasi katika vipindi vyetu vijavyo. Sisi tumeanza safari ya vipindi hapa, tutakuletea mambo yote ambayo tumeadhamiria kukuletea kupitia Islaah Islamic TV. Asante, na nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na usichoke kusubscribe channel hii.